Huku Kenya ikiungana na dunia kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake chini ya maudhui ya kutosalia kimya dhidi ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia, takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa angalau asilimia 45 ya wanawake wenye umri wa kati ya miaka 15 na 49 wamekumbwa na ukatili wa kijinsia, huku asilimia ndogo pekee ya visa hivyo vikiripotiwa. Katika juhudi za kutafuta suluhisho, kituo kipya cha kuwahifadhi waathiriwa kimezinduliwa jijini Nairobi. Kituo hiki kitawapa waathiriwa makazi salama, huduma za afya na mafunzo people, between 25 and 35, and also between 18 and 24. Hata hivyo wanaume wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika kupambana na tatizo hili kwa kupinga mila potofu na kushinikiza mabadiliko. Kulingana na wataalam, maendeleo yatawezekana tu ikiwa vita dhidi ya ukatili wa kijinsia vitachukuliwa kama jukumu la pamoja. lot has been done with men being outside the talks and it is time that we bring men into the talks. So looking at the family unit Licha idadi kubwa ya visa vinavyoripotiwa, wadau wanasema hatua za kukabiliana na tatizo hili zimeimarika, huku waathiriwa wengi wakijitokeza kutafuta msaada. Hata hivyo, wanaharakati wanasisitiza kuwa hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa ili kuhakikisha haki itendeke na kuzuia visa zaidi vya ukatili huo. Getrude Burgay, runinga ya K24 Nairobi.